Siku popote pale ulipo kaskazini, kusini, pamoja na magharibi na mashariki, njoo hapa tuzungumze michezo na burudani. Siku tulivu kweli kweli, siku ya Jumatano tarehe kumi na mbili mvua inanyesha, mvua ni kubwa kweli kweli katika jiji la Dar es Salaam, ila mimi niko hapa kwa ajili ya kuzungumza mambo mbalimbali yanayokuwa yakihusiana na michezo na, na burudani kwa nami kuanzia pale mwanzo mpaka tamati, na ripoti moja kwa moja kutokea hapa katika kijiwe cha stesheni. Nina madhumuni yangu niweze kukupasha zile taarifa mbalimbali zinazokuwa zikihusiana na michezo na burudani. Uchebe uko vizuri, mimi niko vizuri kama unavyoniona. mm. E, asubuhi na mapema, tulivu, mvua tu kwa mbali, wanakuambia mm. E, manyunyu manyunyu ya baraka uh -huh. e. <laughs> E bwana, nikisoma hapa taarifa, Yanga Africans hawana yeah. shida. Unaona, naona wewe unaona una, una, una shida. Shida inatoka wapi? Shida kwetu sio sehemu yetu. Shida kwetu ikija ni sawa, imepotea njia mm. umenielewa. Kwa sisi wanayanga tujazoea shida kwao, shida sio sehemu yetu ya maisha yetu. Ndio maana tunaishi tunatamba, mm. tunajivuna, umeelewa. Tunasema yani majivuno kwetu, kama ni, ni, ni, ni kituo rasmi s. Yes. Wewe labda sema kama unaona kuna shida, tuseme hapa tuwape wadau. Hey. Hey, wadau wapate ma, ma, ma, mahabari mm. kwamba ni namna gani Yanga imeingiwa na shida labda bwana e, tuanze kuzungumzia hapa taarifa kuhusiana na Young Africans, ni ishu ya jezi za klabu ya soka Young Africans. Vipi, mko tayari kuzipokea jezi zenu mpya kuelekea kwenye michuano ya kimataifa? Dhahiri shahiri Young Africans atakuwa akiutumia uwanja wa New Amani Complex kama uwanja wake wa nyumbani katika michuano ya kimataifa, nikiwa na maana ya tournament za CAF Champions League. Huko ndo mipango mzima, umeongelea mahali pake sahihi na swali alijapotea njia, nakwambia, umeuliza swali kwa wakati sahihi. Sisi kama viongozi wetu ameshatoa jezi mpya za msimu wa, wa, wa, wa 2025 26 kwa maana ya klabu bingwa, hmm. Champion League avyovyote, tuna, utakavyoamua kwa sababu zile za ligi zina msalaba, umenielewa? Lakini pia zilikuwa na hazijauzika ambazo, ambazo zimeuzika, hakuna jezi iliyobaki dukani Umenielewa, hakuna jezi iliyobaki. Jezi ya Yanga sasa hivi imebaki kwa Uchebe Yanga, kwa Solo Yanga, kwa kina Alikamwe na wachezaji na watu wengine, ila madukani hakuna jezi. Jezi zimeisha, kwa sababu ulikuwa ukivaa ile jezi yenye msalaba moja kwa moja tu, hata waliokuwa na matatizo ilikuwa inatosha, akikuona mtu wa Yanga amepata ku, kuombewa na amepata kupona alikuwa na shida za utafutaji, si umeona? Hata ndugu zetu sasa hivi tumewaombea, wanasema hata kati mkao kamo eh? hey. <laughs> ni maombi kupitia jezi yetu. Mbona umeshindwa kumwombea Dube nani? Sikiliza, unajua kila jambo lina wakati wake, eh, hey. li wakati wake. <laughs> kila jambo lina wakati wake. Umeanza kuamini kwenye kila jambo na wakati wake, ah, ndo ndivyo ilivyo. Sisi ni watu wa Mungu eh. ni watu ambao tunaishi katika maneno ya Bwana eh. Umenielewa, asema hivi kila jambo lina wakati wake na kila ambaye atapewa na si choka kwenye kuomba kwenye kufanya mafanikio atafanikiwa. Kwa Prince Dube Mpumelelo still uh, big player na bado ni, ni lolo modo wetu kwenye ushambuliaji na ataendelea kuwa mwakilishi bora kwenye safu ya ushambuliaji na nataka nikwambie Prince Dube Mpumelelo ataenda kuwa top, top, top, top, top striker kwenye NBC Premier League 2025-26 utakuja kuniambia Prince Dube Mpumelelo anafanyaje? ataenda kuwa top top top top striker NBC Premier League mm. 2025-26 mm. Mwisho wa ligi ikiisha, ni njoo niulize kwa nini Prince Dube Mpumelelo amekuwa uh, uh, top striker umenielewa? mm. Mimi nitakupa majibu hapo. Mesha huku kiasi gani ambako mnahitaji kuziona jezi za Young Africans na mna kiu haswa kwenda kuzivaa jezi zingine za msimu mpya michuano ya kimataifa nikiwa na maana kwenye tournament za CAF Champions League. Ah, tunahamu yani kuziona jezi mpya za klabu bingwa tena safari hii, safari 2025 26. Yanga wakati tunatazamwa kwenda kuwa mabingwa wa Champion League. Hizi jezi Yanga hatujawai feli bwana, hakuna msimu jezi Yanga imefeli kuanzia NBC mpaka Champion League. Tujadili tujadili mimi na wewe kitu kimoja. Eh, kimoa wesleta maneno Yanga Africans, mmezindua jezi mara mbili kwa msimu huu. Yes, sahii. Jezi yes, ya kwanza zilidoda sokoni. Unafanya biashara, wakawa wanalalamika ya kwamba mmewapiga walitoa kopi wao, wajanja wajanja, ndo sikaja hizi zingine zania na zenyewe pia zijauzika, si sikiliza, jezi yes, za kwanza mdhamini wetu walivyotoa. Zikaisha yu fiu... watu wakakosa jezi <laughs> wakarudi kujadili, tufanyaje? Tumetoa jezi milioni milioni, walitoa milioni ishirini na tano sijui umenielewa, za raundi ya kwanza milioni ishirini na tano h pyu zikaisha, watu wanasema tumekosa jezi, hizo ma... za masokoni, watu walienda kufyatua baada ya kuona mzigo wa Yanga unakimbia, umenelewa wewe mwenyewe, uliniona pale nilichukua jezi ngapi? Zizopungua ishirini, umenelewa, ndugu zangu wote wana Yanga. Wote wakasema, Uchebe katuchukulia jezi, ziliisha piu, watu wakakosa jezi. Tunafanyaje? Mdhamini bosi wetu GSM, watu wana, wana jezi. Akasema haina shida kwetu wana Yanga hatujazoea taabu, jezi zinakuja za am ya pili. Kuna klabu imewaifanya hivyo wafanya uone, watu wametoa mpaka leo ziko madukani, wametumia hadi vimaiki kuuza bado jezi haiuziki, ila sisi wanaYanga yani, akishasema tu akishasimama Alikamwe, jezi tunazindua leo saa ngapi? Tunamuuliza tu saa ngapi, ha, saa sita mchana, watu tumejazana pale Jangwani, ikifika saa nane jezi hamna, ikifika saa nane jezi hamna, utaanza kujangaikia sehemu yako. Sasa watu wanachukuaga advantage, umenielewa kwamba ok, jezi imeisha, nini kifanyike? wanaingia wale wakanjanja kanjanja, wanaanza kufyatua jezi, na ndio kilichotokea msimu huu. Kimewalamba sema, kimewalamba e, sisi tukatoa za kwanza za GSM, jezi za kwanza zimeisha, tungeleta tena GSM uh-huh. kopi na original wasingeweza kujua watu nini tukifanya, tukabadilisha. Unaendelea umeweka oda ya kutoa jezi feki, sisi tumefyatua mzigo mwingine uh -huh, tukapita nao na ndani ya zile jezi ziliuzwa siku hizi za raundi ya pili. Siku hizi sokoni mzigo kawa hamna, umenielewa? nini kinachofuata? kila mtu anaulizana, ndio maana weo kusikia Simba wanasema na sisi mtusaidie, kutuungisha jezi Nakuuliza wewe eh, hawakusema tunaomba na sisi tusaidieni kutuungisha jezi kwao? Kuna utofauti mkubwa wa jezi za Yanga na Simba. Sisi wana Yanga tukitolewa jezi, kwa mfano kama sasa hivi, mimi nimetembea na kibunda changu, nasubiri Ali Shaban Kamwe, msemaji wa klabu ya Yanga, msemaji wa mwenyekiti wa wasemaji barani Afrika, atangaze muda, umenielewa? Kisha kishatangaza jezi kwamba inazinduliwa kama ni saa nane au saa tisa jioni, njoo nioji mi muda huo, nakako kwenye uzi mpya wa Champion League. Tena kama ikiwezekana, yule anayechapishaga jezi zangu hapa, uchebe Yanga, umenielewa? Che, uchebe Yanga kaf Champion League, na nyinyi mnakuja kwa staili gani sasa? Mnataka kuiga kama wanavyoiga wao mwendo wa kuskani. Maana siku hizi ukiskani unapata diadora. Oh, ngoja kwanza, walitoa ukiskani diadora, ngoja <laughs> sikiliza, ukiskani naleta sita mfululizo, ukiskani diadora, ukiskani sita mfululizo <laughs> si umenielewa? Umenielewa, sisi hatuwezi kufanya hivyo vitu, umenielewa? Sisi maswala ya kuskani tulianza kitambo, kitambo kabla wao wajazaliwa. Mmenielewa? Yaani sisi wao wanakuja kuleta mambo ya kuskani, yaani wanatumia propaganda ya kuskani wauze jezi. Sisi muda huo tulisha, yani muda mrefu tumelala tumeamka, tumelala tumeamka, tumelala tumeamka, tuko sokoni. Ye ndo analeta hiyo propaganda, too late. Sisi leo tunasema jezi ya klabu bingwa. Nimesikia sikia kwa watu wanazungumza, watu wametoa manati ya kupigia ndege, wametoa Manati. Yani, anasema hilo nati lenyewe kulivuta kuanzia Mwenge mpaka Posta bado ndege uwezi kupiga. Umenielewa? Yani unavuta nati kutoka wapi, Mwenge mpaka Posta bado ndege uwezi kupiga. Makelo nati la hasara, yani <laughs> uzi wa kwetu sasa hivi wa Champion League. CAF Champion League tunaoenda nao kuchukulia ubingwa msimu huu wa klabu bingwa baba, niseme nisiseme? Nisema. samahani, uh -huh. Wana Yanga kwanza <laughs> msemaji wetu ni wie radhi uh -uh. Hey, friji langu wana hapa limeshindwa kugandisha <laughs> umenielewa? uh... Yani, jezi yetu ya msimu huu ya Champion League ya kimataifa ukiweka kruga hapo, au kaweka VH pale ukaweka jezi ya Yanga mtu anachukua jezi ya yangaanaacha na kuambia ukiweka V8 pale ukaweka jezi ya Yanga mtu anachukua jezi ya Yanga ya msimu huu 26 tunayoendea kuchukua ubingwa wa Champion yaani haiua, umenielewa umenielewa vizuri, sijui umenielewa vizuri Sikiliza, kama yeye anaona mimi sina timu, mwambie alete timu yake, tukutane uwanjani. Mjadala mimi na yeye, wapia mbia mbia mdomoni siutaki. Njoo dakika tisini tupimane uwezo, halafu tukitoka tuzungumze ni nani. Nataka nimwambie huyu anayeulizauliza swali, yanga na timu, mimi nataka niseme tu, hili ni swali la wanasimba, wana yanga tuhusiki. Hili ni swali linaenda upande wa simba, wana yanga Namuuliza hivi Romeni Forsi ndo kocha mbovu tuliowai mleta wanayanga, ila Simba akamfunga. Kati ya Romeni Forsi na Simba ipi bora? Kati ya Romeni Forsi na Simba nani bora? Hili swali waishi nalo wana Simba, waishi waishinalo wanayanga. Sisi hatuko huko, hatununui ugomvi, hatutangazi. Watachagua Romeni Forsi na timu yao Yupi bora? E bwana, wachambuzi wengi wanazungumza na kusema ya kwamba unavyoiona klabu ya Young Africans, wakati kipindi wamemleta Roman Fors ndani ya Young Africans, wanadai ya kwamba kocha alikuwa mbovu. As the same wanarudia tena, wachambuzi hao wanasema ya kwamba bado hawajaona mipango sahihi ya kocha Mreno Pedro. Wanataka waone kwa mfumo gani, wakati mtu anaona yani alivyotambulishwa tu alitambulishwa Jumamosi, sio Jumatatu, tukawa tuna gemu. Kama una kumbukumbu kumbu vizuri, akamwambia Mabedi, hii gemu inapaswa tushinde. Tunashinda namna gani? Akawapa, akampa mifumo kidogo, tukamlamba Mtibwa goli mbili. Hiyo haikutosha tukamwambia baba wewe, inatakiwa usimame kuwa kocha mkuu kwenye touch line, uonyeshe machachari yako. Umenielewa? ameinject mifumo yake imezaa magoli manne tena te, kwenye timu bora kwenye timu yenye ushindani yenye vuta ni kuvute. E, vuta... Wewe, nataka kusikiliza vizuri hapa nikusikiliza vizuri. Simba angekuwa anacheza kama KMC, Simba asingefungwa mara sita mfululizo na Yanga. Hiyo lazima uichukue na uishi nayo, umenielewa. Simba angekuwa anacheza kama KMC asingefungwa mara sita mfululizo na Yanga, ila kwa kuwa Simba anacheza vibaya, yani ni ubovu ubovu, ndio maana sisi tunampiga tu. Yani leo hii nataka nikwambie, umenielewa, tumemleta kocha ambaye hata dunia yenyewe ilishangaa, Yanga mmemletaje Roman Fors ndani ya klabu yenu, umenielewa. Yani Roman Fors mimi simtofautishi na, na, na, na siyo niseme hapa watanisamee tu, umenielewa. Yaani hakuna tofauti, yaani mzee Mzee Mpili alisimama kuwa kama kocha na bado Simba kafungwa, yaani mifumo ya Mzee Mpili ina affect Simba, umenielewa hiyo. Sasa unaweza ukasema ni timu Mzee Mpili anakuwa kocha na anapata matokeo, umenielewa. Sasa leo tunakwambia usiji ukaje ukaji ukaji kukota kokota huko umeokotaokota vifungu okota, vifungu huko. Etu naamini chini ya Pedro Gonsev unapata matokeo baba. Ule ni moto mwingine kabisa, umenielewa? Ule ni moto hatari, ni hatari. Sisi hatuna janjajanja wala mbambamba, mi nataka niwahakishie tu Pedro Gonsev, Pedro ambaye aliipa ubingwa Angola wa Kosafa, ambaye alifikisha Angola robo fainali huyo anaenda kutuambia kombe la champion league tunabebaje? Mifumo yake ni ya hatari, na ikifeli tuwaulize mmefeli wapi? Yani tolewa hatua za mapema. Hapa kwenye Pedro, asipoiletea uyanga ubingwa wa champion league. Uh -huh. wa champion ndio na na, maana nanisikiliza vizuri uh -huh. kocha Pedro Goncalves uh -huh. asipoiletea Yanga ubingwa wa champion league wa champion maana hapa tukis, tusizungumze NBC tusizungumze CRDB tusizungumze mapinduzi tusizungumze muungano, huko hakuna mpinzani, umenielewa? huko hakuna mpinzani, mimi naenda kumpokonya ubingwa wa champion piramidi. Ndo maana nasema ndo na maana nayawekea maelezo vizuri, msija mkasema hatukukuelewaelewa uchebe hapa naomba mnielewe, naenda kumnyang'anya ubingwa nani? Cha piramidi sasa. Asipoleta mimi, nakuita mwandishi kutoka Chapesa, tafuta mashabiki wa Simba popote walipo, niweke sehemu nzuri, lete bakola tandika na uniambie niache kuzungumza mpira kama Young Africans asipochukua ubingwa, asiponyang'anya sio, asipochukua, unaweza kusema anachukua na nani, asipopokonya ubingwa kwa piramidi. Ita mashabiki wa Simba nao wajua wewe wenye akili timamu. Waje wanipige viboko na uniambie niache kuzungumza nini? Kama Yanga asiponyang'anya ubingwa kwa nani? Piramidi mwenyewe anajua sasa hivi. Itoshe kusema msimu huu Yanga bingwa. Yanga bingwa kimataifa, kima Yanga bingwa, nani wa kutuzuia? Piramidi mwenyewe wa ameshakubali, Piramidi mipango yake sasa hivi ni nusu fainali umenielewa? national nahonalali na Yanga ndio tunaenda kutunishana msuri fainali, umenielewa? Sasa ndugu yangu, kwa Yanga hii kwa kina Dumbia tuna ai pale Kouma umenielewaile ile, ile, ile, ile, ile, jitu ile umenielewa? Achana naye achana e naye. Mimi nawaambieni, si kama mnanielewa, na nataka niwaambie watu kama mwandishi, labda nikuulize kwa faida yako u... eh? na bwana bipo eti, nyinyi ni wapenzi wa kufuatia mpira? nafuatiaga mpira eh... wa Ulaya timu gani kwanza? wewe wewe, sema tu Well, CC uh -huh. Pale unawajua wachezaji gani ambao unaona ni hatari ah? timu nzima ni hatari, timu nzima ni hatari. Hivi ngoja, Yanga kuna mtu kama Palma pale baba wewe, hujamwona? Nakuuliza wewe, hujamwona? Ah, nakuuliza wewe, hujamwona Yanga? <laughs> ah, Yanga. Ya blaa basi, huko nyuma na maendeleo ya mpira wewe kama hujamuona Pauluma ndani ya Yanga unataka kumuone wapi? Nakuuliza. Wewe unataka nizime kipaza sasa hivi. Ah, labda useme kama tukatisha interview tuwache. Wewe kama Pauluma humuoni ndani ya Yanga ni nani huyo? Brother. Hivi Pauluma na Pacome wewe unaondoka na nani? Nakuuliza wewe. Umewekewa Pauluma, umewekewa Pacome unaondoka na nani? Nakuuliza wewe. Ngozi nyeupe. Ngozi nyeupe. Acha mambo yako wewe. <laughs> Pakome yupi kwanza aliyeisha au Pakome aliyeisha? Pakome wa u... kombe la dunia huyu huyu nini, sasa sema? Yule. Yule si vipi yule? Ngoja sikiliza. Pakome wa sasa hivi ni moto mwingine tena, ngoja nikuambie. Leo kinaambia niende Ivory Coast. Kati ukanipa, kati ya Pakome na Kipre Junior. Mimi naanza kuondoka na Kipre kabla ya Pakome. Huyu Kipre Junior aliyekuwa Azam azamwe. Mimi naanza kuondoka na yule kabla ya Brother. Ngoja kwanza, inawezekana unajua kila mtu anaumwa, ila matatizo ya maradhi tunatofautiana, umenielewa? Ila siwezi kupinga ni hali ya ugonjwa ulionao. Mimi, ipo hivi, ngoja sikiliza, Brother, sikiliza Brother, brother. Hivi leo hii NBC Premier, NBC wenyewe wanakili, asingekuwepo Pacome inawezekana hadhi ya ligi yetu ingekuwa ndogo sana umeelewa? NBC wana wana yeah, wanakili wadhi asinge kuwepo Pakome, ndani ya ligi yetu, hadhi ya ligi ingekuwa ya kawaida, ila uwepo wa Pakome unafanya hata hadhi ya ligi ifanyaje hivi. Kuna mtu anamfikia vitu anavyovifanya Pakome? Wewe nitajia hapa kwenye NBC Premier League, kwenye NBC? Eh. Hey. Faisal anafanya makubwa sana kuliko Pakome ndo shida hiyo hiyo, ndo shida. Umesikia wewe umri wako bado umenielewa eh? Sikiliza blaza. Blaza. Blaza. Eh. Blaza. ngoja nikuulize <laughs> wewe ngoja nikuulize kitu kimoja blaza, naomba labda tuende namba sita kwa namba sita umenielewa? Faisal ni namba sita natural mm. namba kumi amedandia. Tumemtengeneza sisi, amemtengeneza wewe, bisha nini nabi amemtengeneza na Faisal hajatengenezwa na. na nabi Wanabisha nini bwana, sikiliza sasa. Haya, tuna ngoja, twende kwa data, twende twende, twende kwa kwa kwa data, data, data. Wakati Faisal eh, yuko Young Africans eh, kuna makubwa gani ambayo aliyafanya tofauti na alivyokuwa kwa Azam? kwa msimu wake wa kwanza Yanga alifanya makubwa ali, kulingana na aliyazidi haya aliyofanya kwa Azam? Vibaya, vibaya, hajafikia hata robo hajafikia, hata robo hajafikia. Umenielewa? Faisal anatoka Yanga anaenda Azam. Fei mwenyewe, subiri, Fei mwenyewe alikiri akasema ya kwamba mimi nilikuwa ni natural number 6. Alienitoa kutoka kwenye namba sita kunileta namba kumi ni Profesa Nasir bin Nab. Yes. Akasema lakini nimekuja kupewa ujuzi zaidi nikiwa Azam chini ya kocha Yusuf Dabo. Blaza ambaye imekuja kumba mafanikio. Hebu sikiliza kitu kimoja. Hebu sikiliza kitu kimoja. Azam yani Fei Toto Ukichukua wachezaji wa Azam ukaanza kuwakompea nao, fetoto kweli anakuwa yuko juu, umenielewa? Ila feitoto umchukue umlete Yanga, uanze kumkompea huwezi ukamuona nani? Faisal Salum, umenielewa? Lazima ukubali hiyo, Faisal Salum wa kawaida mno, umenielewa? Mimi hata msimu uliopita niliwaambia kama Faisal Salum atarudi Yanga. Let me stop about football. Mmenielewa? Leo hii brother, watu tunamwangalia kawaida sana Dumbia, hamtaki kuzungumza kazi anayoifanya nani, Dumbia kwa kuwa mipira yake yote haizai magoli, ila zile pasi zake fini, yani, tunakwambia last pass zingekuwa zinatengeneza magoli, mpaka sasa hivi angekuwa ndo top wa assist, unanielewa? Leo hii angalia anavyokuwepo mweke si umenielewa? si umenielewa? Nashindwa kuzidi kuelezea kwa sababu naona kama watu wanazidi kupata matirio mengi mno, e bwana. Kwa kumalizia tu, unauambia nini uongozi wa Young Africans kwenye ishu nzima ya jezi ambazo kila mmoja na kila shabiki anatamani kwenda kuona uzi ule kwa bora tofauti na ule wa Ligi Kuu Tanzania Bara, ambao mashabiki wengi wa Young Africans ulikuwa ukiwauliza wanakwambia hapa, uongozi umetupiga. Kwenye uzi gani walisema amepiga? Unajua muda mwingine mngine, na nyinyi waandishi mnatudanganya, mnatupiga mwenyewe wewe wewe ulikuwa unazungumza. <laughs> Hayo mimi nishawaambia eh. hakuna uzi bora kama uzi wa msimu huu. Kwanza umerudi kwenye uhalisia ya klabu yetu, umenielewa mm -hmm. Halafu pili, material tuliyotumia kutengenezea ule uzi umenielewa. Msimu huu nimeona at least kama tunaanza kuendana na Man City Ukiangalia uzi aliovaa Man City na uzi tuliokuwa tumevaa sisi, huwezi kutofautisha sana. Tunazungumzia textures. Watu walikuwa wanaangalia tu, mbona Yanga amerudi kwenye kijani iliyokolea mno? Ah. Umegusa ile jezi ya Yanga ukajua material aliyotumika, umenielewa? ndio maana ambayo kifua inatoka, inatoka rangi inatoka. Sijaona sijaona kama kuna mtu aliyefanya hivyo ujue ndo ile kopi tuliokuwa tumekataa sisi, tulisema tunapinga ujangili wa jezi na tumewaweza. Nataka nikwambie jambo moja, kwenye ile swala la jezi mpya ya klabu bingwa, sisi wanayanga tunashauku sana na tunaisubiri kwa hamu, watuambie ni muda gani jezi inazinduliwa na watu tuvae, tutoke. Sasa tunavyoenda Zanzibar, hatuhitaji kwenda na mitoko ya zamani. Umenielewa, nataka kwenda na mtoko mpya mimi nikifika Zanzibar nipokelewe kama uchebe wa klabu bingwa, umenielewa. Sio uchebe ambayo inafanana na watu ambao wote tuko ligi kuu. Shukrani sana tofautishe hapo mm, lazima tujitofautishe, lakini ninaamini ninaamini ninaamini kwa thamani ya klabu yetu jezi inayotoka sasa hivi, ikiwezekana liwe ni ombi, liwe ni ombi jezi yetu isiuzwe chini ya, fos, ya, chini ya laki moja. Shukrani sana. Kata. jezi yetu ya klabu bingwa siuzwe chini ya milioni laki moja. Shukrani sana. tukiuza bei za mchicha bei za manati hatutakuwa tumejitofautisha ili kujitofautisha jezi ya klabu bingwa ya yanga 2025 26 viongozi kama wananisikia bora tuuze jezi chache ila iuzwe kwa bei ya juu Isipungue thamani ya laki moja. Shukrani sana. inakuuma eh?